katika sekta isiyo rasmi imeajiri watu milioni sita laki moja na saba elfu mia nne hamsini na nane sawa so, ikiwa na asilimia themanini na saba pointi moja ambapo wengi wao wana elimu ya ufundi stadi. Lakini pia sekta isiyokuwa rasmi imeajiri watu laki tisa na saba elfu mia nane sabini na tatu sawa na, so, na asilimia kumi na mbili pointi tisa ambapo wengi wao ni wale wenye elimu ya juu.